Tunawapongeza sana vijana kwa kushiriki katika mazoezi haya kwa njia ya jogging. Kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ametuelekeza vijana tuwaongoze kufanya mazoezi. Mazoezi ni afya, mazoezi ni tiba, lakini mazoezi yanajenga umoja, ukaribu na undugu lakini pia fitness. Wataalamu wa afya kote ulimwenguni wanaelekeza, kila mtu anahitaji, mathalani, sio chini ya dakika 30 za kufanya mazoezi. Kwa vijana hao wa hapa Songea wameamua ndani Ruvuma kufanya mazoezi. Nachukua nafasi hii kwa sisitiza na kuahimiza vijana wengine wengi wajiunge. Wiki ijayo tutakuwa na mazoezi tena hapa hapa. Leo tumefanya mazoezi, tumefanya warm up ya kuweka mzunguko wa damu sawa na kupoza mwili, lakini wiki ijayo pia tutafanya hivyo. Tumekuwa na ruti kuanzia pale ofisi ya mkuu wa wilaya Songea hadi hapa uwanja wa michezo wa Majimaji. Kwa wiki ijayo, kwa uweza wa Mwenyezi Mungu, tutafanya tena mazoezi. Naamini vijana wengi wataongezeka na yajayo yanafurahisha. Leo tumejitahidi, tumejitahidi kila kijana apate hela kidogo ya matunda. Wiki ijayo tutajitahidi pia kuwa na motisha nzuri zaidi ambayo inajenga kiafya na kuatia motisha. Vijana nao wamekili na kukubali kwamba watashiriki na wataacha mazoezi kama umoja undugu. Vijana wote wafanye mazoezi, mazoezi yanaleta amani ya moyo, amani ya umoja na ushirikiano. Kwa vijana wote, tuwe na desturi za kufanya mazoezi. Nafahamu vijana wa Tanzania wataendelea kuwa wasikivu, wataendelea kuwa watii kwa mamlaka kwa serikali, baina yao wenyewe, ili kuweza kujenga nchi yetu kujenga Ruvuma yetu na kuwa walinzi wa amani na wameahidi hivyo watakuwa watii kweli. Nimefurahia sana mazoezi, vijana wamehamasika vizuri sana. Kama unavyojua mazoezi hujenga afya, mazoezi yanaweka pamoja, mazoezi yanajenga urafiki na umoja, na natamani iliwe endelevu. Kwa hiyo rai yangu, nawaomba vijana wengine waliopo ndani ya manispaa ya Songea na mahali mbalimbali ndani ya mji huu, basi waje waungane na vijana wenzao wa manispaa hapa kwa siku zile za Jumapili, ili tuungane kwa pamoja tuweze kufanya mazoezi. Ni vizuri wakajiepusha na watu ambao hawaitakii mema nchi yetu. Sisi binafsi kama vijana tumefurahishwa sana na juhudi hii, kwani inatujenga, lakini pia inatuweka katika hali ya usawa. Tunatamani juhudi hii iwe endelevu tena na tena kwa ajili ya kutujenga sisi vijana.